Mimi kama waziri niliyepewa dhamana ya maswala ya vijana nimeona kuna umuhimu mkubwa sana wa kuwaita maafisa maendeleo ya vijana ili tuweze kuyajenga kwa pamoja. Kama mnafuatilia mitandao ya kijamii na vyombo vya habari, nimeona nikipita kwenye mikoa mbalimbali kuwasikiliza vijana. Tena nimekuwa nikipita katika maeneo ambayo sio rasmi kwa mikutano, ili niweze kuwafikia vijana wengi sana ambao kwa namna moja au nyingine, kwa muda mrefu wameshindwa kupata nafasi ya kuelezea hisia zao pamoja na mawazo yao. Nimepita masokoni, nimefanya vikao, nimepita maeneo ya stendi, nimefanya vikao, vijio vya bodaboda na maeneo mbalimbali ambayo vijana wanapatikana. Lengo ilikuwa ni kupata uhalisia wa nini kinaendelea katika maisha yao ya kila siku, na ukweli, kama ilivyo kauli mbiu yetu, walifunguka na walieleza mambo mengi ambayo mimi kama kiongozi nilijifunza, na niliona kuna umuhimu sasa tukae pamoja tuweze kuyajadili. Lakini nilivyokuwa napita huko katika hayo maeneo nilidokezwa kwamba tunao afisa maendeleo ya vijana nchini, lakini kajiuliza swali, mbona nilipokuwa napita hakuna hata mkoa mmoja nilitambulishwa afisa maendeleo ya vijana? Kwa sababu ya kile nilichokiona na maswali haya niliyoyajiuliza, ndio alinifanya nitoe maelekezo ya kufanyika kwa kikao kazi hiki, ili kwanza tufahamiane, lakini pili nipate muda mzuri wa kusikiliza maoni yenu na pia matarajio yenu ya wizara hii mpya, lakini pia na ninyi msikilize falsafa za wizara hii mpya, ili sasa tunapokuja katika wilaya, tunapozunguka katika maeneo yenu ya mikoa na katika kata mbalimbali, tuweze kuzungumza lugha moja, tuweze kufanya kwa pamoja na tuimbe wimbo mmoja tunapohudumia vijana wa Kitanzania, vijana tuyajenge. <klos> Ndugu maafisa vijana, kwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya nchi hii Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameanzisha wizara yenye dhamana mahususi ya maendeleo ya vijana chini ya ofisi yake. Uamuzi huu sio kwamba ni ishara pekee ya dhati ya awamu ya sita peke yake, lakini pia anaonyesha kwa vitendo namna na anavyotaka kuweka katika masuala yanayohusiana na vijana katika ajenda zote za kitaifa, kuanzia tunapoziandaa, tunapozitekeleza na pia tunapozitathmini. Na hii maana yake amedhamiria kuwapa sauti vijana wa Kitanzania katika masuala ya taifa letu. Vijana tuyajenge